Hei, mambo vipi? Hivi unafahamu kama Java ni programming language maarufu sana na imekuwa ikitumika hadi sasa katika kutengeneza mifumo mbalimbali mbali. Kama wewe ni mtumiaji wa Android, hizo application ambazo unazitumia let's say katika simu yako, basi kuna application nyingi sana ambazo zimejengwa kwa kupitia language hii ya Java. Sasa hii language ni language ya aina gani? inatumika wapi? Nani anapaswa kuweza kujifunza Je, yeah, wewe katika hizo shughuli ambazo unazifanya, ni vizuri na ni muhimu kuweza kuijua lengweji hii ya Java. Maswali haya na mengine tutaweza kuyaona kwa kupitia video hii ya leo. So angalia video hii hadi mwisho uweze kuelewa basi japo kidogo kuhusiana na lengweji hii ya Java. So twende moja kwa moja tukajibu baadhi ya maswali ambayo nimeandaa hapa. Je, yeah, Java ni nini? Java inafanya nini haswa? Inatumika wapi? Nani anapaswa kujifunza Java? na kwa nini uweze kujifunza Java hivi leo, katika kipindi hiki ambacho kuna programming language nyingi sana ambazo ni mpya mpya. So tutakwenda kujibu maswali haya kupitia video hii ya leo. Tuanze moja kwa moja, Java ni nini? Java sio kikubwa, ni language ya program ya kisasa iliyoanzishwa mwaka 1995 na huyu jamaa ambaye anaitwa James Gosling na sifa yake kuu, hii programming language ya Java, na utakuwa ukisikia sana kama utajaribu kuwa unaitumia, hii ni inaandikwa kwenye mfumo mmoja, lakini una uwezo wa kuiendesha hiyo programu yako, kuendesha hizo kodi zako kwenye mifumo mingine bila ya matatizo yote kuweza kujitokeza na bila ya kubadilisha badilisha vitu, kwa sababu ya kitu kimoja ambacho kinaitwa JVM, Java Virtual Machine. Hii ndio maana ya msemo ambao utaweza kuwa unausikia kama utakuwa unafuatilia hii Java ambao unasema Write Once, Run Anywhere. Msemo huu ni maarufu sana. Kama wewe ni developer ambao unatumia lenguji hii ya Java, basi utakuwa sio msemo mgeni masikioni mwako, lakini let's say ukiandika app yako kwenye mfumo wa Windows okay, ndio hapa inakuja ile maana ya Write Once, Run, Anywhere. Ukiandika mfumo wako umetengeneza programu yako kwa kupitia katika Windows na ukaweza kuirun kwa kupitia mfumo wako huo wa Windows, basi inaweza pia kurun kuendeshwa pia kwenye Mac au Linux bila ya kuweza kubadilisha chochote kile na ukaweza kurani vizuri tu huo, uh, mfumo wako. Hiyo ndio Java, moja ya sifa yake kubwa sana. Lakini tukiachilia nini maana ya Java na Java ni nini tuangalie, Java inafanya nini haswa. So Java inatumiwa sana kuweza kutengeneza Android apps, zile application mbalimbali mbali ambazo unaziona Play Store, basi Java imekuwa ikitumika sana lakini, pia inatumika kwenye web apps kupitia framework, kwa mfano Spring na framework nyingine. Java imekuwa ikitumika huko pia katika web. Kwa hiyo ukijua Java utaweza kutengeneza applications za simu, utaweza kutengeneza web apps na mashirika makubwa ya kibenki, mashirika bima, mifumo ya serikali wanatumia sana Java kwa sababu ni salama, lakini pia inakuwa thabiti sana na inaweza kupanuka kwa urahisi. Baadaye utakapohitaji kuongeza features fulani katika mfumo wako, basi ni rahisi kuweza kutanua mfumo wako kama umetumia lugha hii ya Java. Kwa mfano apps za Android kama vile Mpesa tunazifahamu app za kibenki nyingi Tanzania kama CRDB, si NMB, sehemu si ya backend yao basi utakuta inaweza kuwa imeandikwa kwa Java. Fuatilia hilo, utakuja kunambia Java ni language ambayo ina nguvu sana licha ya kuja na language nyingine lakini bado ipo kileleni, bado ipo top. So tukiachilia Java inafanya nini? Wacha tuangalie Java inatumika wapi sasa. Java inaenea kila kona. Kila siku zikizidi language mpya zinakuja, lakini Java inazidi nayo kutanuka. Okay, kuanzia kwenye app za simu hadi kwenye ATM iliyotumiwa uh, kipindi hichi ambacho unatumia basi tayari Java ina run katika mifumo hiyo. Pia makampuni makubwa ya kimataifa, mfano Amazon, eBay, Google huweza kutumia Java kwa baadhi ya huduma ambazo zinatoa huko ndani katika mifumo yao. Kwa hiyo Java ni language ambayo ni kubwa sana. Kama ulikuwa hufahamu kuhusiana na language hii, basi jaribu basi kuendelea kufuatilia zaidi, utaweza kuona the way ambavyo vitu vilivyotengenezwa kupitia language hii ya Java. Mambo makubwa makubwa ya yametumia lugha hii ya programming ya Java. So, nani anapaswa sasa kuweza kujifunza Java? Kama unataka kuwa Android developers uweze kutengeneza zile application mbalimbali mbali ambazo unaziona katika Play Store. Pengine wewe umekuwa mtumiaji tu, kudownload application fulani na kuweza kutumia. Sasa na wewe kama unahitaji kuwa mtengenezaji wa application kama zile, idea yako ukaipeleka katika mfumo kama ule, basi language hii ya Java ni language muhimu kuweza kujifunza. Lakini pia kama wewe ni mwanafunzi na unataka kufanya kazi kwenye kampuni kubwa kubwa ambazo zinaandaa mifumo mbalimbali mikubwa let's say makampuni ya shirika mbalimbali mbali. Basi Java ni pasipoti yako ya kuingilia huko, haituweza kukuangusha. So inakufundisha pia misingi ya OOP kama unahitaji kujifunza object oriented programming, miongoni mwa lenge uji nzuri sana ambazo unaweza kujifunza kwa kupitia OOP basi ni hii Java, utaweza kufahamu vizuri sana hizi uh, terms mbalimbali, concept tofauti tofauti za OOP. Kwa mfano ukiweza Java vizuri kuweza kuitumia, basi utaweza kuelewa pia lugha nyingine, Kotlin, C-Sharp, Scala, zote hizo utaweza kuzielewa kiurahisi kabisa, kama utakuwa umecover Java. So kuna hizi language ambazo ni muhimu kama utaanza nazo, kwa sababu uwezo wake utakapokuja kuweza kuzikava basi utakuwa na uwezo wa kushifti kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine kwa urahisi kabisa. Hiyo ndio Java. Sasa tumalizie na kwa nini ujifunze Java. Pengine unajiuliza mbona, ah, language zipo nyingi na mimi ninazo language kadhaa ambazo nazifahamu. Sasa kwa nini nijifunze Java? Java sio tu kwamba ni ya zamani, nimekwambia hadi sasa inakimbizana na hizi programming language mpya ni lugha ambayo imehimili mabadiliko ya teknolojia zaidi ya miongo miwili Java hiyo. Sasa leo maelfu ya kazi bado yanahitaji lengoji hii ya Java. Pia kuna tutorial nyingi sana, community yake kubwa sana mtandaoni ambapo unaweza kupata msaada, kupata mafunzo mbalimbali, na ukaanza ukanza kujifunza. Na Swahili unaweza kujifunza Java bila shida yoyote na ukaweza ku-master kwa haraka sana. Sasa leo sina la ziada nimejaribu kuweza kukufungua na kutambua kuhusiana na language hii ya Java, na natumai umeweza kuona Java ni language gani haswa. Kama utakuwa na maswali, utaniambia katika sehemu ya comment. So sina la ziada, like video hii na niambie katika video inayofuata unahitaji tuweze kuzungumzia language gani haswa na kipi ambacho tuweze kuongeza katika kuelezana kuhusiana na hizi programming language mbalimbali. Niambie katika sehemu ya comment kama una maswali yoyote, una maoni pia, usisite kuweza kuweka. Tukutane wakati mwingine, share na wengine, nao wapate kufahamu kuhusiana na Java programming language. Asante sana.